Viongozi wa dunia na familia za kifalme wamekusanyika katika uwanja wa mtakatifu Petro jijini Vatican kwa ajili ya kushiriki mazishi ya Papa Francis. Miongoni mwa sura maarufu zilizoshuhudiwa kwenye tukio hilo la kihistoria ni mwanamfalme William, rais wa marekani Donald Trump pamoja na mtangulizi wake Joe Biden, waziri mkuu wa uingereza Sir Keir Starmer na rais wa ufaransa Emmanuel Macron. Mazishi hayo yanafanyika wakati mgumu kwa diplomasia ya kimataifa ambapo kabla ya ibada kuanza, Trump alikutana ana kwa ana na rais wa Ukraini, Vladimir Zelenski, mkutano ambao ulielezwa na Ikulu ya Marekani kuwa wenye mafanikio makubwa. Zelenski kwa upande wake alisema mkutano huo ulikuwa wa ishara kubwa na unaweza kuwa wa kihistoria. Katika mpangilio wa viti vya wageni mashuhuri, rais Donald Trump aliketi mstari wa mbele karibu kabisa na jeneza la papa Francis akiwa na mkewe Melania Trump. Upande wa njia waliketi Macron na mkewe Brigita. Cha kufurahisha, Melania Trump alikuwa ameketi kati ya rais Arakars wa Estonia upande wake wa kushoto na Alexander Asubi wa Finland upande wake wa kulia wa Trump, wote wakiwa ni wafuasi wa Ukraini na washirika wa karibu wa Zelenski. Zelenski mwenyewe alionekana akiwa na uso wa huzuni, aliketi kwenye mstari huo huo na Macron, ingawa walitenganishwa na wageni wengine wachache. Yeye na Trump walitenganishwa na takribani viti kumi tu na njia moja. Wakiwa kwenye eneo la tukio Trump na Zelenski walionekana wakiwa kwenye mazungumzo ya kina yaliyochukua takribani dakika 15. Mazungumzo hayo yalionekana kuwa na umuhimu mkubwa kiishara, hasa ikizingatiwa hali ya kisiasa kati ya wawili hao wiki za hivi karibuni. Wageni mashuhuri walikuwa wamepangwa upande wa kulia wa uwanja, karibu na Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro. Walipewa viti vya mbele zaidi walikuwa ni Rais Javier Milei wa Argentina, alikotoka Papa Francis, waziri mkuu wa Italia George Meloni, rais wa Italia Sergio Mattarella. Mara baada yao waliketi wafalme walioko madarakani, huku wageni wengine wakiwa wamepangwa kwa mpangilio wa alfabeti kwa mujibu wa lugha rasmi ya kidiplomasia ya Kifaransa. Kwa upande wa familia ya kifalme ya Uingereza, mwana mfalme William aliketi karibu na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, ingawa alikuwa umbali fulani kutoka kwa Asama Sima. Aliketi mstari wa tano akiwa na mkewe Victoria. Nyuma yake, aliketi mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Raisi wa zamani wa Marekani Joe Biden alionekana akishikilia mkono wa mkewe Jill akiwa ameketi mistari minne nyuma ya Trump. Macron na Brigita walifuatilia ibada kwa umakini kutoka mstari wa mbele wa rais wa Ufaransa, alionekana akisalimiana kwa mkono na Trump kabla ya misa kuanza. Viongozi wa Ulaya na familia za kifalme walioshiriki katika mazishi ya Papa Francis ni rais Andrzej Duda wa Poland, raisi Rui Abnard wa Dominic Republic, mfalme Felipe na malikia Matilde wa Ubelgiji, raisi Frank Valter Steimer wa Ujerumani, raisi Zorani Milovic wa Kroashia, raisi Daniel Noboa wa Ecuadoria, Waziri Mkuu Michel Martin wa Ireland, raisi Maima Sando wa Moldova, raisi Edgars Linkevic wa Lativia, waziri mkuu Christopher Luxon wa New Zealand, mfalme Carl wa kumi na sita Gustaf na malikia Silvia wa Sweden, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, malikia Mary wa Denmark, mfalme Abdullah wa pili na malkia Arani wa Jordan, raisi Tamasi Sulk na waziri mkuu Viktor Orban wa Hungary, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, ni miongoni mwa viongozi wa Ulaya na familia za kifalme waliokuwepo katika mazishi ya Papa Francis <tiple>